Karibu Care and Cure Herbal Clinic. Leo tupo hapa kukusaidia wewe unayesumbuliwa na ugonjwa wa henia. Naomba ungana nasi hadi mwisho. Je, upo na dalili hizi: maumivu ya tumbo chini ya kitovu baada ya kula, tumbo kujaa gesi na mingurumo, shida ya haja kubwa, kushuka au kuvimba kwa korodani, tatizo la nguvu za kiume, maumivu ya mgongo, kiuno, kinena, pamoja na ganzi miguuni. Kama unapata dalili hizi au nyinginezo, hizi ni dalili za hatari, wenda unasumbuliwa na henia ila usihofi, upo mahali salama. Tupo na dawa asilia kabisa kwa ugonjwa wa henia. Wasiliana nasi kwa namba zinazopita hapo chini, tukuhudumie. Bawasiri imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana na wengi wameathirika bila kujua. Je, unaziona dalili hizi? Je, unapata miwasho sehemu ya haja kubwa, kinyesi chako kuchanganyika na damu, uvimbe kwenye sehemu ya haja, kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa? hizi ni dalili za hatari za bawasiri. Tuko hapa kukusaidia leo. Tupigie kwa namba na zinazopita hapo chini. Tunafanya delivery mikoa wa yote. Wasiliana nasi leo, tupo tayari kukuhudumia.